Kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki, Papa Leo wa kumi na nne amefanya mazungumzo ya simu na Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky ikiwa ni simu ya kwanza kuzungumza na kiongozi wa kitaifa tangu achaguliwe katika wadhifa huo. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika leo Jumatatu Mei kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano, Papa Leo na Zelensky wamezungumzia maendeleo ya usitishaji wa mapigano kati yake na Rais wa Russia, Vladimir Putin. Akizungumza na simu hiyo, Zelensky amesema kuwa kupitia akaunti yake ya mtandao wa Telegram amesema mazungumzo yake ya kwanza na papa huyo mpya yalikuwa yenye tija na maana kwenye ustawi wa raia wa Ukraine. Pia amesema amempa mwaliko wa papa kuitembelea Ukraine ili kushuhudia uharibifu uliofanyika kwenye miundombinu na maisha ya binadamu. Nukuu: Tumezungumzia kuhusu watoto wa Ukraine waliotekwa na kuhamishwa kimabavu na Russia baada ya uvamizi wake nchini Ukraine na kuhusu juhudi za mazungumzo ya kumaliza vita hivi, amesema Zelensky. Msemaji wa Vatican Mateo Bruni alipoulizwa na shirika la habari la Reuters kuhusu mazungumzo hayo amethibitisha kuwa ni kweli yalifanyika. Hata hivyo, Bruni hakutoa maelezo zaidi kuhusu yaliyojadiliwa kwenye simu hiyo. Awali Ukraine haikuwa kwenye uhusiano mzuri na mtangulizi wa Papa Leo yaani Papa Francis aliyefariki Aprili 21 mwaka huu. Kitendo cha Francis kutokuwa kwenye uhusiano mzuri na Ukraine kilichangiwa na uamuzi wake wa kutoa ilani Russia hadharani kwa uvamizi huo, japo alionekana hadharani akikemea uvamizi huo. Katika hatua nyingine Rais Zelensky amesema kuwa yuko tayari kukutana na hasimu wake Vladimir Putin nchini Uturuki siku ya Alhamisi Mei kumi na tano elfu mbili na ishirini na tano. Uamuzi huo wa Zelensky umekuja mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumtaka hadharani akubali mara moja pendekezo la kiongozi wa Russia la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Pendekezo la Zelenski kukutana na Putini lilihitimisha saa 48 za mvutano mkubwa ambapo viongozi wa Ulaya waliungana na Zelenski kuitaka Russia kukubali kusitisha mapigano kwa siku thelathini kuanza Jumatatu. Hata hivyo, haikufahamika wazi ikiwa Putini alikusudia kuhudhuria binafsi. Putini na Zelenski hawajakutana tangu Disemba 2019 na na wamekuwa wakianika uhasama wao hadharani Nukuu, nitamsubiri putini Uturuki siku ya Alhamis binafsi. Natumaini safari hii ya raia wa Russia hawataanza kutafuta visingizio, ameandika Zelensky kwenye akaunti yake ya mtandao wa X zamani Twitter. Kiongozi huyo wa Ukraini alijibu kwa tahadhari siku ya Jumapili baada ya rais wa Russia katika hotuba yake ya usiku iliyorushwa kupitia televishen kuwa anapendekeza mazungumzo ya moja kwa moja mjini Istanbul Alhamisi ijayo Mei 15. Zelensky naye alisema kuwa Ukraine iko tayari kwa mazungumzo ikiwa Moscow itakubali usitishwaji wa mapigano wa siku 30. Lakini Trump ambaye ana mamlaka ya kuendeleza ama kusitisha msaada huo muhimu wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine alionyesha msimamo tofauti. Nukuu, Rais Putin wa Russia hataki kuwa na makubaliano ya usitishwaji wa mapigano na Ukraine bali anataka kukutana Alhamisi nchini Uturuki kujadili uwezekano wa kumaliza umwagikaji damu. Ukraine inapaswa kukubaliana na hili mara moja, aliandika Trump kwenye mtandao wake wa Truth Social. Angalau wataweza kubaini kama kuna uwezekano wa makubaliano, ama kama hakuna, basi viongozi wa Ulaya na Marekani watajua hali halisi na kuendelea ipasavyo. Tangu uvamizi wake nchini Ukraine, Russia imetoa maeneo ya mikoa ya Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Pokrovsk na Crimea iliyotwaliwa tangu mwaka elfu mbili na kumi na nne. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo huu. <tune>